Kwa wakati huu kama nilivyosema po awali, tupo na mgeni, ni Gloria Chuwa, ni mkuu wa masoko na operation kutoka azam media. Ni fahari na faraja sana kujumuika nawe kwa wakati huu hapa, karibu sana. Mambo sana, mambo yanakwendaje Rashid? Tumependeza, unajua, unang'arishwa pia Rashidi vipi amna mara mwisho kaana zawadi zetu lakini washindi si wamepata wa eh? sisi ni wawakilishi wa washindi. Ili mshindi wa miwani ile ilikuwa nani? Mshindi sanapewa zawadi boxi zima. Ile miwani imeenda boxi zima boxi zima t-shirt, mpira okay. Miwani miwani bendera ile mm, kwamba yani ile, yeah. Kwa ini, ile eh. Package nzima tuna Asante. Sawa. Ile ngapi ile? Mko gani ile ndio? Mtwara. Mtwara. Mtwara. Mhm. Mm eh. Yeah. Kitirachi. Alafu Mtwara na bahati. Eh. Sio la league experience, kuna moja katoka hivi kusini. Kwa kule eh ndio league e. experience. Ah, nice. Lakini unataka kuambia nini watu wa Mtwara? Watu mtuwala? I, wa Mtwara eh. Ah, itakuwa ni mashuhuda wazuri wa kununua ving'amuzi vya Azam TV wakiwasha. Eh, wakiwasha. Ni watu watu smart. Mimi na hapa challenge watu wengine. Eh, watu wa mikoa mingine. Eh. Sawa uh, amna jambo kubwa kwa wakati huu ni kuhusiana na kampeni yetu ya Kiwashe. Dio? watu kuzidi uh, kuviwasha ving'amuzi. Wakati huu wakati ambapo kuna vitu vingi vingi vizuri kwenye mm. kisimbuzi chetu cha Azam TV kabisa yes. Tunasema uh, tumeanza kampeni mm. ya Kiwashe, lakini sasa hivi tunasema kiwashe tena na zaidi mm. uh, tuliona hapo mwanzoni tumeleta um, tamthilia mpya mm. tulikuwa na msimu mzuri sana iye ni mashahidi msimu wa Laliga yes. tumetoa zawadi nyingi kwa watu mm. wengi na ile experience ya Laliga ambapo tulipeleka watu Spain ya, lakini sasa hivi tunasema kiwashe na zaidi, hatukuishia pale. Kiwashe na zaidi, tuna vitu vingi vinakuja, tuna Simba na Yanga tarehe 15, mm -hmm. lakini yes, tarehe 15 Juni tuna FIFA Club World Cup same date tarehe 15 Juni. Tunawaambia sasa wale wateja wetu ambao hawajakiwasha, sisi tumejipanga vizuri maeneo mbalimbali mbali. Kwa mfano sasa hivi Ijumaa hii tarehe 23 tunazindua mgodi mwingine Chalinze mm hii ni katika kuhakikisha kwamba mtu popote pale alipo Tanzania hii anaweza kupata huduma zetu kwa ukaribu kabisa. Kwa mfano, Chalinze unaenda kuwa mgodi wetu wa tisa kwa ukanda huu wa pwani na Dar es Salaam. Lakini kwa jumla, mpaka sasa hivi nchi nzima tuna migodi karibu ishirini na saba, ambapo pale unapata kisimbuzi, unapata matengenezo kama kisimbuzi chako kina shida lakini pia replacement, uh, una decoder ambayo imeharibika, lakini dishi <coughs> liko sawasawa, unaenda pale unapata replacement. Kwa hiyo hii Kiwashe, tuna tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba wewe kama kisimbuzi chako akijawaka na unataka kiwake, basi tuko maeneo mbalimbali, lakini pia tuna ofa ofa ziko kila mahali, ziko tofauti tofauti, na hichi ndo watu wengi wanapenda kusikia. Watu waweza wakasema ikianza pale kuwa masoko na operation yes, hamna ofa kweli? Ndo hivo sasa. Sisi tunajua na hizi ofa hazifanani, of course, zipo sehemu mbalimbali. Tunawaambia tu wateja wetu waendelee kutufuatilia. Chalinze tutakuwa na ofa, tuko na wakala wetu pale. Badala ya kisimbuzi kununua shilingi elfu 99, kisimbuzi cha dishi atakinunua kwa shilingi elfu 95 95 tano hmm, pale Chalinze siku ya uzinduzi ambayo ni tarehe 23 tatu, lakini tuna ofa ambayo inaendelea mwezi huu Ijumaa. Afu Chalinze pale, siku yako Rashid, unaenda ah, kupiga kule mpira, uzinduzi wa hivi, ndio unategemea mtatusindikiza Rashid? Kwani hilo jambo dogo hilo ajabu jepesi sana hilo. Chalinze ni wewe tunakuja. Eh? <laughs> Chalinze wote wanajua pale wan wanetu wale. Wanaoacha yeah. kule e, kule. E, wanajua. Na walikuwa na walikuwa na nataka kweli huduma. Mm. Sasa tumewasikia. Ndio nikafika kwa mkulungu na tuko. na tuko hapo kwa ajili yao. Kuna ofa ambayo inaendelea ambayo kisimbuzi cha antena ni bure. Unalipia antena tu. Antena? Kisimbuzi no. cha antena. Sana. <laughs> Mimi si unanijua <laughs> mtu wa mazawadi <laughs> na maofa <laughs> <laughs> antena ni kisimbuzi cha antena ni bure ap nchi nzima, hiyo ofa inaendelea nchi nzima, ni bure kabisa. Utakachokifanya wewe utalipia vifurushi vya miezi miwili okay. kifurushi cha shilingi elfu ishirini na nane mara mbili pale elfu mm -hmm. hamsini na sita mm -hmm. unapata kisimbuzi chako na kwenda kuangalia Of course hii ofa ni ofa ambayo kiukweli mimi nasemaga, mm, uh, tumewapendelea sana tumewapendelea sana wateja wetu. Rafiki yangu mmoja ananiambia yeye anachokifanya analipa miezi miwili, anapata ofa yake, akimaliza tena anakuja kulipa miezi miwili <laughs> anakwambia, anapeleka zawadi tukamba leo kwa mama eh, kesho kwa bibi yani, kesho kwa bibi <laughs> mm, kwanza kwanza kwanza kifurushi kikobize kwa mpaka mwezi wa kumi na moja. Si ndiyo bwana? Ndiyo. Kwa sababu Afu, ki, vitu konki. Um, kwa sababu kianga, uki, jinsi mm. ambao ukitazama msimu. Fine, kuna finali hapo mm. ya Confederation. Confederation. Yes. Finali Champions League. Mm -hmm. Si ndiyo nice? mm -hmm. Alafu, Tumamelo kuna chan. Chan Agusti mbili, kuna chan hapo, mpaka ishirini na tano hivi. Mm -hmm. eh, kuna Club World Cup. Mm. Si ndiyo bwana? Yeah. Eh? Mm. Alafu, kuna ligi kuu ya NBC. Ligi kuu ya eh, NBC. Kabla ligi kwen... so, kuu kwanza, mm. kuna wale wakurungwa wahuku na wahuku wale kucheza nani anachinjwa na biswa kimongolia kabisa. <laughs> <laughs> kwa hiyo pamoja mm. na hayo um, tunavyoenda kuanza misimu mipya kama yes. kawaida yetu okay. tutakuwa na zawadi nyingi sana yeah. uh, kuanzia tiketi za kwenda kuangalia mechi mbalimbali mbali za hapa ndani yeah. Simba na Yanga au Azam na nani wetu ili na wenyewe waweze kwenda kufurahia hizi mechi, kwenda kuangalia, lakini zawadi hazitaishia hapo. Uh, kama tulivyofanya la liga Bundesliga yes. Tutakuwa na jezi, tutakuwa na mipira, tutakuwa na vitu vingi sana mm kwa hiyo -hmm. huu ndo muda wa kukiwasha, ili pale tutakapopiga filimbi mm -hmm. kwamba sasa zawadi zimeanza tayari, wewe upo ndani ya mfumo ndani mm, ya mfumo. Rashid, leo kuwepo ndani yani kuwa ndani ya mfumo <laughs> kwa kukusaidia rashid mm -hmm. na kabwa naakaawaduke kwa faida yako na, na yeah. <laughs> <Ni> kuwa <laughs> ndani ya mfumo ni kuwa na king'amuzi cha Azam mm -hmm. ndio kuwa ndani ya mfumo kwenda hivi sasa kwenye mgodi mm -hmm. kwenda kuchukua king'amuzi na kulipa kukiwasha. kwa sababu mimi binafsi kiachana na futiboli yeah. uh, mimi ni mpenzi wa tamthilia jana nimeona tamthilia jana nimeona Kipunje ah kipunje, ile inaitwa Panguso yeah, Panguso eh, eh Panguso, msimu ah. mpya yeah, wa sinema yeah. eh. sinema zetu kwa hiyo ndio na... imeanza Panguso na 106 mm, 106 eh, yeah, mbona pale Mbeke wafanya nini interview na yule mm. director mm. eh. Yeah. Mm. unakuwa unaona vitu vingi sana okay. yani. huku, eh, kumtamthilia huku Kombolela mm. ukisikia Kombolela, kuna mizani ya mapenzi unafuatilia hivi kwenye sinema zetu lakini kna e. kuna football kuna tamthilia unaenjoy. Kwa hiyo ji kitu special tarehe ishirini na tatu pale Chalinze maana mm. pale ndo wakulungwa wengi wapo pale eh. Yes. tunafungua mm. e. mgodi pale e. wanangu wa korosho mm. <laughs> <laughs> na e. msimu msimu huu pale wanangu wa korosho na bachungwa na ndo msimu e. e. wa anakuja sasa hivi e. e. bosi kwenye mazawadi mm. kwa sababu pale wakituonaga Azam TV kwanza wale wakulungu wote wanakaa barabara mm. mm. eh. Mm. tunakagua tunakagua mazingira yes. Kwa sasa mbali na mgodi mm -hmm, yani kuna kitu gani kingine ambacho kiko so special kwa pale yani, Chalinze au mgodi, uh, mgodi but... ni kitu chenyewe kwa... eh, sio eh, cha kwanza kwamba, eh, kumbuka Rashid, kuna offer eh offer ya yeah, bure eh, kwanza vile ile eh, ah acha ile offer ya yeah, acha yeah, yeah, na yeah, antena antena si nchi nzima. Kwa ni chaneza wanajua. Sasa ndo ndo tunawaambia sasa, kwa sababu hawajui kama mzigo bure, ofa ofa ya, ya DTH mm, ambacho yeah, ni kisimbuzi cha, cha dishi hiyo elfu 95 iko pale Chalinze tu, iko Chalinze tu. Kwa hiyo tunawaambia tunawaambia watu wa Chalinze, wakazi wa Chalinze na maeneo ya jirani, hiyo ofa ni ya siku moja tu siku ile ya Ijumaa, siku ya, ya uzinduzi pale hapo. Ukifika tunarudi kwenye utaratibu wetu. Ndio maana nasema ni yani hizi ofa yeah, ni za kuzichangamkia mm, kwa sababu ziko tofauti tofauti tofauti tofauti na hazikai. Mm. Yeah, tumeona uh, msimu huu uh, kwa sababu tunaonyesha Bundesliga tunaonyesha La Liga, tumetoa mm, la mm, zawadi uh, mbalimbali na mm, uh, zawadi Mfano um, jezi kwa upande wa Ujerumani imekuja jezi ya Freiburg imesainiwa kabisa ba, lakini bila kusahau mpira unatumika, Bundesliga mm. pamoja na La Liga. kwa kiasi gani tunafikia wadau wetu na wadau wanaipokea hili jambo hili? ah, wadau wanalipokea kwa ukubwa mm. sana. ah, nyie ni mashahidi mm. washindi wetu wengi wametoka maeneo ya mbali kabisa yes. sehemu ambazo unaweza ukahisi kwamba ah, mm hakuna watu wanafuatilia. Unaona, tumehakikisha kwamba tunaweka hizi zawadi mara kwa mara na maswali au vigezo vya kushinda kushiriki vinakuwa sio vigumu, kuhakikisha kwamba kila mtu anafikiwa na kila mtu anapata nafasi ya kuweza kushinda. Watu wote ambao ni wateja wetu wana nafasi ya kushinda zawadi nyingi sana. Msimu huu ulioisha wameona, tunavyoenda kuanza msimu mpya tunawaambia itakuwa zaidi ya vile ambavyo tumemaliza. Mm -hmm. Uh, wateja wetu wana maanake ile ni kama kurudisha kwa jamii, kwa jamii, kwa jamii. Yes. Kwa hiyo wateja wetu wanafurahi sana na sisi tumeona yale mapokeo, tumesema basi msimu unaofuata tutafanya bora na bora na bora. Maana mm -hmm. Rashid alikuwa anauliza finali ya Carabao ile eh. Eh, vipi pale kwenda Wembley, eh, <laughs> Wembley itakuwaje? Sasa yeye haimuhusu. Unaona mambo yenyewe yanakuwa na usimamo. Yeye tayari kashatoka kule. Vigezo na masharti vinamtoa. <laughs> <laughs> Lakini Chalinze, rushi, jutabili, naena. Chalinze Rashid tutabidi twende. Chalinze anaenda. Akitaka. <laughs> Chalinze anaenda. Akitaka <Kvose> tutaenda. <laughs> Chalinze twende pale tukawahamasishe. Eh, tukiwa maki watu wasema tutazama hapa. Mm. Wanangu wa maskani pale. Eh, wa kurungwa. Kwa hiyo pale wakiona wakurungwa, tuko pale tunachapa maneno ah, na sisi tunaenda pale bana, tutabidi tuanze kuuza kwanza. Tunaanzia mtaani halafu tunaenda dukani, kwa siku nzima tarehe ishirini na tatu kuanzia mm. asubuhi tutakuwa pale Chalinze. Aa, tutazunguka maeneo mbalimbali mm. e, nakuambia watu kwamba tuko hapa mm. na tuna ofa hizi pale pale. Pia kutakuwa na zawadi chache chache kwa ajili ya wateja wetu wa kwanza ambao watakuja kununua visimbuzi dukani, lakini tukitoka hapo tutazunguka maeneo mengi ya pale Chalinze kutoa uh, neno letu mm. kwamba tumefungua mgodi hapa ndio, karibuni uh, Chalinze na maeneo yote ya jirani kwao no. Chalinze siku nzima itatekwa <coughs> na Azam TV eh, na uzuri wa Chalinze pale ukiwa unatoka nje ya huko, kama unaenda Msata huku Lugoba unasogea, ukisogea hmm. huko Mdaula unasogea unaokota e, kutoka huko natoka zako Ruvu nasogea hapa. Kwa hiyo mm. e, uzuri wa maeneo ya pale Chalinze ni senta fulani Chalinze, e, Chalinze navutia e, ch jumaa pale wadau tunaenda kukutana nao na... siku, muhaien, juma ni siku, <laughs> siku ya vitu <laughs> <laughs> <laughs> no. vizuri vizuri vizuri e, <laughs> <laughs> <Kwa> watu waje. <laughs> Eh, watu waje lakini yeah. uzuri ni kwamba uh, kisimbuzi cha Azam TV kina vitu vingi ambavyo unaweza kuvipata. Hizi zawadi ah, ambazo tunazozungumza hapa kushinda kwake lazima uwe ufuatilie. Mm -hmm. Ulipie king'amuzi, uwe na king'amuzi, ulipie kwa sababu mm -hmm. jinsi kadiri unavyoangazia michezo ndivyo unakuwa unapata ule uelewa, kwamba swali ikiulizwa swali jepesi za inaweza ndio kwa maramia zaidi hiyo. Mfano, Bundesliga uulizwa Guirassy anachezea wapi? Dortmund. Bingwa mwaka jana e, wa Bundesliga ya nani? Bayer Leverkusen. Kwa hiyo mwisho wa siku ni ma, maswali fulani hivi mepesi lakini yeah, pia anaongeza knowledge wash. Yeah, of course mm, kwa sababu hata kwanza mimi kwanza, kitendo cha kuiona tu panguso. Ni panguso eh? Eh, panguso. Kibuje mimi nimetio e, tandale tandale. E, e, e, ile kibogo mm, kabisa. Kwa kuna panguso afu na ile nini nyingine? Kumbolela. Kumbolela. Kuna Halo. kitu kizuri pia kinaendelea sinema zetu, kuna, kuna filamu zile za zamani, zamani yes. ambazo yani, za, yani zile mali za zamani ambazo mm -hmm. sisi tuliziangalia tunasema mm -hmm. sisi mashangazi mm -hmm. ambao watoto sasa sasa hivi hawazijui kwa mm hiyo -hmm. tunawaambia kwamba anapewa pipi hapo mdau huo kuna girlfriend kuna nyingi kuna mm. za marehemu Kanumba, yeah. nzuri sana ambazo sisi zimetukuza mm. nani ndo tumeona ule ubunifu wa kwanza mzuri wa sanaa ya Tanzania yeah. mm. kwa hiyo uh, waendelee kuangalia, zipo nyingi mm. na tumeanza uh, hii weekend iliyopita na zitaendelea kila weekend mm. uh, kuna kipindi kile cha alama pia kwenye sinema mm -hmm. zetu ambazo kina kinaruka. Kiukweli kina uh, kama ulivyozungumza hapa Gloria, inatupa picha kwa kutumbusha zamani yes. uh, jinsi watu walivyokuwa wanatengeneza kiwanda cha filamu mm -hmm. tulipotoka ni wapi mm -hmm. tulipo na tunakwenda wapi mm -hmm. inaongeza ubora zaidi na watu wanapenda sana uh, majumbani San. kufuatilia tamthilia kwa hiyo mwisho wa siku inatupatia uh, jambo zuri kwamba hii burudani kwa wote, sio watu wapenzi fulani tu kwamba tunawapatia, lakini wote kwa pamoja, mara nyingi remote <laughs> <laughs> Kuna muda ikifika nyumbani, sasa saa moja baba, inabidi uwe kwenye Azam Max. Sasa tunasema eh, e, e, hata Azam Max lakini, mm, pia mnaweza mkawa na visimbuzi vitatu vinne, mm, cha kwako cha chumbani ndio cha wengine watoto hapo eh, sebleni Masobleni. Kuna kina mama wanaangalia kombolela, mm, kina, na sio kina mama tu kina mama na kina baba siku hizi okay, uh, familia zetu haijalishi, mm, n yani, mm, wote mm, kwa hiyo uh, hakuna sheria mm, kwamba kisimbuzi ni kimoja tu. Hapana. Neno kwa watazamaji wetu, uh, Gloria. Kwa kumalizia mi niwaambie, uh, sehemu zingine hatujawasahau, kuna magulio yanaendelea. Yeah. Magulio kwa maana ya zile senta zetu tunazoweka, tunauza visimbuzi, tunafanya matengenezo, yanaendelea nchi nzima, waendelee kufuatilia, na pia kule kuna ofa mbalimbali kwao. Kila mtu kwenye mkoa wake asikilize, kuna sehemu, kuna gulio la Azam TV anaweza kwenda kununua kisimbuzi, anaweza kwenda kutengeneza mm -hmm. Lakini kwa yote ni kulipia mapema mm -hmm. Hakikisha haupitwi kwa sababu hujalipia mapema, tulipie mapema. Kuna mambo mengi mengi mengi sana umetaja, lineup nzuri sana mm -hmm. Watu wasipitwe walipie ili waweze kuburudika. Shukrani sana uh, Gloria Chuwa ambaye ni mkuu wa masoko na operation kutoka Azam Media uh, Rashid tumefurahi hey, tumefurahi Eh. Zawadi? Eh. Bado unataka? Ah, Deni eh. Aliishi hiyo. Deni? Eh. Deni linaweza kuisha. Kuna mamba yetu kwa bisi hapa. Eh, jamani baba baba, eh baba, eh. Sasa nifanyaje? Eh, Deni aliishi hiyo. Hiyo goli deni anaishi nawe hiyo. Eh, eh. eh. Sawa, mimi ukinipa ule mpira ule wa uh La Liga ule. Uh na mpira ambao ule mpira si tuna ule uliochezwa fainali ule Bologna na Milan eh mimi ile ukinipa ile nitenda nayo pale Chalinze kwa wanangu, nitaenda kutoa kama zawadi pale. Wewe Rashidi unataka uje kutamba nao mtaa? Ah, sio kutamba, tunamwamini eh, eh, tutakote anaingangania Rashid Don Habis, niko naye hapa pia, pamoja na mm -hmm. Gloria Chuwa ambaye ni mkuu wa masoko na operations kutoka Azam TV. Kwa sasa hivi tunaenda break, tukirejea yeah, ni the pitch, bila kusahau zizo bamba, tutakuja kuangazia tamati yetu, ni majira ya saa sita kamili. Mimi ni Saidi Salim sali, Msombe.